Nam, kama nilivyokwisha zungumza hapo mwanzo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kinakabiliwa na moja ya nyakati zake zenye misukosuko katika miaka ya hivi karibuni. Wimbi la uwasi ikiwa ni pamoja na watu kadha maarufu limezua maswali mengi ya mshikamano wa ndani, mwelekeo wa uongozi, na pengine mustakabali wa chama hicho e, chenye nguvu za kisiasa ambayo kwa wakati wote kimekuwa kikiaminika Tanzania. Aa, leo hapa najaribu watafuta pengine Gabriel Mwangonda, yeye ni mchambuzi wa siasa Tanzania, lakini kwa upande wa pili ntajifanya jitihada pia kumpata John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema. Uh, uh, John Heche, bila shaka unanisikia wakti huu? Nakusikia, ndio nakusikia. Uh, Gabriel Mwangonda, upo katika ya simu Gabriel Mwangonda ngele, upo kwenye line yangu ya simu? Ndiyo, nipo. <gibu> Basi majibu yetu yawe mafupi kwa sababu muda wetu sio mwingi sana, tunahitaji kujua mambo mengi. Liliopo hivi sasa katika mjadala ni majibu ya Chadema kwa msajili vyama wa vyama vya siasa ambaye ametangaza kuwaungua viongozi wanane wa chama hicho, huku akisisitiza kuwa viongozi hao wamepatikana kwa njia uh, Chadema kikisema eh, kwamba viongozi hao wamepatikana kwa njia halali na kwa maana hiyo wataendelea kushikilia nyasifa zao. Tuanze na hili sasa. Nani Mwang'onda, kwako nataka nijue nani ana turufu ya ushindi uh, kati ya msajili wa vyama vya siasa wa Tanzania na Chadema kwa upande mwingine? Wewe unatazama swala hili ambalo linazungumzwa wakati huu? Uh, sidhani ni swala la ushindani, nadhani ni swala la utaratibu zaidi. Kwa hiyo uh, aliweza likawa na majibu ambayo ni fikra tu za mtu binafsi kama mimi nafanya analysis, lakini ni masuala ambayo ni ya ndani ya Chadema, kwa maana Chadema wenyewe wanaweza akatoa uthibitisho kwamba akidi ilikuwa imetimia, na huo uthibitisho unaweza ukapelekwa kwa, kwa msajili wa vyama vya siasa, kwa sababu yeye ndo mlezi na ukweli ukathibitishwa na labda maamuzi yao yamefanyika labda bila eh, Chadema wenyewe kuwa eh, ku, kuwa consulted. Kwa maana ya kwamba labda Chadema wajatoa hizo evidence, lakini vitu ambavyo ni mimi kwangu kwa analysis fupi ni kwamba ni vitu vidogo sana ambavyo eh, ni rahisi kuvithibitisha kwa sababu naamini E, ule uchaguzi ulikuwa huru na ulikuwa uko wazi sana kwao, hata wajumbe ilikuwa mmoja, kwa hiyo, ni vigumu kwamba mtu mgombea mmoja akapitisha wajumbe bila mgombea mwingine kujua. Kwa hiyo ni uchaguzi ulifanyika kwa uwazi mkubwa sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko wazi ambavyo nadhani Chadema wakiamua ku, ku kumprove wrong, kwa maana ya kuthibitisha akidi ilitimia ni jambo ambalo haliwezi likachukua hata muda ah, unasikiwa sasa hivi na makamu mwenyekiti John Heche. Heche, akidi ilitimia. E, kwanza nataka niweke jambo moja vizuri sana. E, namshukuru Mwang'onda, amesema uchaguzi wetu ulikuwa huru, haki, wazi na ni uchaguzi wa kihistoria kwa mara ya kwanza ambao umeonyesha kwamba tuna uwezo wa kufanya uchaguzi ambazo zitaleta viongozi wanaohitajika na wapiga kura. Kwa hiyo ni uchaguzi mzuri sana tuliofanya. Kuhusu akidi, tunazungumzia baraza kuu, utaratibu wa kupatikana wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa kwa mujibu wa katiba yetu, na, wa, na, na katibu mkuu na manaibu katibu wakuu wanate-, wanateuliwa na mwenyekiti wa chama wanapelekwa kuthibitishwa kwenye kikao cha baraza kuu kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya nukta sita ibara ya sita nukta mbili nukta mbili ambayo inasema, wajumbe katika kikao hicho cha kawaida cha uthibitishaji wa viongozi ni asilimia hamsini, na sisi tulikuwa na asilimia hamsini na sita pointi nane na tulikwisha mweleza msajili hilo na msajili kama kuna mtu yoyote ana malalamiko, na nataka nitumie nafasi hii kuwambia Watanzania, barua ya mwanzo iliyoandikwa na huyo bwana aliyekuwa nalalamika aliipeleka, alimpa msajili kopi, na wa, watu wa ofisi ya msajili wakamweleza kwamba aandike kivingine ili wachukue hatua. Kwa hiyo ni maelekezo ambayo msajili anafanya ya makusudi ambayo haina mamlaka hayo, kwa sababu kama kuna mtu ana malalamiko ndani ya chama chetu kwamba utaratibu wa kuondolewa haujafuatwa au kuna uchaguzi umefanyika ambao hauko halali, unakata rufaa ndani ya chama. Hivi tunavyozungumza kulikuwa na uchaguzi umelalamikiwa Njombe, kuna uchaguzi zimelalamikiwa maeneo mengi sana. Hao watu wote hawakuandika barua kwenda kwa msajili, waliandika barua kwenye ngazi ya juu ya chama kwa hiyo kwa mfano eh, ukiwa umeonewa kwenye ngazi ya wilaya, ukaona uchaguzi haujafata utaratibu, unakata rufaa kwenye ngazi ya mkoa, mkoa una intavini mkoa. Hivo hivo unakata rufaa kwenye John, ngazi ya kanda, kanda heche, ina intavini heche, na, na, na kama baraza kuu. Nimalizie Sudi, kama kuna mtu ana malalamiko kwamba baraza kuu limefanya uteuzi bila kufata utaratibu, hupeleki kwa msajili na wala msajili hana mamlaka ya kuingilia. Unapeleka rufaa yako kwenye mkutano mkuu wa chama, utakaa utasikiliza na utaresolve. Kwa hiyo bado tuna nafasi za ndani ya chama kushughulikia suala hilo. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuzungumza lakini muda hautupi nafasi hiyo. Na tutataka kusema sasa ya msajili amekwisha sema kwamba uh, sehemu kubwa sekretariati yenu batili. Kitu gani mnataka kukifanya wakati huu? Kwa maneno mafupi tu Watanzania wajue uhalali wenu Nimesema hivi, hatutafata maelekezo ya mtu. Kama kuna mtu ana malalamiko akate rufaa kwenye chama. Hatutafata malalamiko ya mtu ambaye hana mamlaka. Msajili hana mamlaka hayo, na haya ni mashambulio yanayo ya kawaida ndani kujaribu kuumiza Chadema. Kuna mashambulio ya mwenyekiti wetu kuwekwa ndani, kuna shambulio lingine la kesi ambazo zinaendelea, kuna mashambulio hayo unayoona, watu wana- wanashawishiwa wanalipwa fedha waoneshe kwamba Chadema inaparaganyika lakini ukweli halisi, Sudi, mnauona. Tuko kwenye ziara, mimi hapa naingia mkutano wa tatu tangu asubuhi, tangu nitoke Serengeti. Tumefanya mkutano Rungabule, tumefanya mkutano Nyansurura, na tunaenda sehemu inaitwa Siroli Simba, jioni tutakuwa Msoma. Watu wanaunga mkono hiki chama like never before. kama ambavyo kutokea Heche, wewe ni mwanasiasa, ukipata jukwaa unaweza kumaliza hata kipindi chote hicho. E, Mwangonda unamsikia, uh, bila shaka uh, John Heche na, na, na. Uh, unavyotathmini jambo hili lina suluhu gani fupi? Tujadiliane maneno mafupi tena. Naam, nam, uh, jambo lenyewe kama alivyolieleza mheshimiwa Heche lina sura ya kisheria na maridhiano na kwa namna moja au nyingine, kwa maana ya kwamba uh, kisheria nadhani Chadema wana taratibu zao za ndani ambazo mheshimiwa Heche ameeleza kwa ufasaha hapa kwamba kulikuwa bado kuna room nyingine ya yule ndugu aliopeleka malalamiko yake kwa msajili wa vyama ambao amba, ambayo angeweza kuitumia kuweza kufanya kama apil kukata rufaa kwamba hajaridhishwa na uteuzi wa sekretariat kwamba kuna akidi haikutimia. Sasa nadhani mkutano mkuu ungeweza kumsikiliza. Sasa hatujajua uh, kitu gani hasa kilimfanya mheshimiwa aloenda kupeleka pingamizi aende moja kwa moja kwenye kwa, kwa, kwa msajili wa, wa vyama. Tukiachana na hilo, kingine ni, na ya, kitu kingine ni chama kama chama, nadhani uh, ningeweza tu ku- kama kama mtazamo wangu eh, mtu kama mtanzania ambaye ningependa ustawi wa demokrasia katika nchi yetu. Hivi ni vyama vya siasa na vinalea watu wa kaliba mbalimbali sana. Kwa hiyo kama kuna mtu anaonekana ameteleza, labda ishindikanike sana mpaka watu wafike hatua hii. Mi nadhani mara nyingi kunakuwepo na muda kabisa wa kuweza kuwaita watu wa wenye wenye, wenye milengo hii kuweza kuwasikiliza ni uh, nini hasa shida zao, kwa maana ya kwamba eh, kukaa mezani na ku resolve tofauti zetu, kwa maana ya kwamba eh, labda mitizamo yake ilikuwa tofauti, aelimishwe aeleweshwe, yeye kufika huko alikofika iwe kwamba imeshindikanika kabisa eh, ku explore hizi uh, diplomasia za ndani ya, ya chama Mwangonda. Uh, si vizuri sana mambo yakawa yanaenda nje. Mwangonda, kwa nini viongozi na wafuasi wengine wa Chadema wanaondoka, na hii ina maana gani kwa chama hicho kuanzia ngazi ya chini kabisa na pengine kitaifa? Nataka majibu mafupi Mwangonda. Naam, um, mimi nadhani nikaenda moja kwa moja kwenye vidonda vya uchaguzi. Nadhani uchaguzi ni kama haujaisha ndani ya mioyo ya upande mwingine ambao watu walikopo wanategemea kushinda, labda. Naam, kwa hiyo kushindwa kwao labda wameshindwa kuhimili au kuyapokea yale matatizo na Chadema. Nadhani huu ndo uchaguzi wa kwanza uliofanyika wenye uliokuwa na mvutano mkubwa sana, ambao watu wengi tulibashiri kwamba kama Chadema itaweza kupita kwenye mtikisiko huu, basi inaweza ikawa imara zaidi kwa hiyo tunatarajia Chadema inaweza ikawa imara zaidi. Sasa sababu za hao watu kuweza kujitoa zinarudi kule kule kwenye uchaguzi na kuna motive zingine ambazo sisi kiukweli, wao wenyewe hawajaziweka wazi, kwa sababu kila mmoja anatoa sababu inayofanana sana, ana mrifaa mwenyekiti aliopita, kwa maana ya kwamba anabagazwa sana, anatukanwa sana, na wao wanajisikia vibaya kama wanatengwa mm. sijajua uhalisia wa hili swala, japo limetolewa ufafanuzi kwamba walijitahidi waloshinda kuweza kukaa nao kuresolve. Sasa tujajua walikaa kwa levu ya sekretariat huku juu ama kwa ukubwa gani, kwa sababu wengi wengine wako mikoani huko wanaendelea kujitoa kwao. Hatujajua eh, hasa hasa ubaguzi wanaofanyiwa ni wa aina gani. Na, John Heche, mmekuwa wababe, mnaelezwa hivyo amsikilizi yoyote hata mwenyekiti wenu aliyepita Freeman Mbowe aliwataka mtibu majeraha ya uchaguzi, lakini mnaonekana kama mmetia uh, pamba masikioni, mnaelezwa hivyo. Nikisema hivyo eh, unazungumziaje hili sisi? <laughs> sio si, wababe, sisi ni watu wa demokrasia. Tumekwenda kwenye uchaguzi mzuri sana, na naomba tu niwakumbushie watu, haya ni mashambulio yanayofanywa na dola. Kama utakumbuka ANC ilifutwa kabisa, jaribio la msajili kufuta chama chetu ni kama ANC majaribio mengine yote ya kumkamata mwenyekiti ni kama hayo. Lakini jambo la msingi ni kwamba chama hiki hawajaanza kuondoka watu leo. Utakumbuka wakati wa Magufuli waliondoka wabunge karibia hamsini kwa madai kwamba wanaunga mkono juhudi, waliondoka madiwani, waliondoka wenye viti wa vijiji na Chadema ipo. E, sisi tunataka watu wabaki ndani ya chama. Lakini kama kuna watu wanatamani kwenda kwingine, milango iko wazi, lakini hawawezi kuidhuru Chadema kwa sababu Chadema ni imani ya wananchi, na ndio maana unaona uungwaji mkono tunaopewa ni mkubwa, watu wanachanga shilingi mia moja mia moja. Na unajua kibiblia wanasema pale, ilipo hazina yako ndipo ulipo moyo wako. Kwa hiyo mtu anapotoa shilingi mia yake hapo ndio moyo wake ameuweka. Kwa hiyo watu wanaunga mkono Chadema mno, John na nyie DW mnaona mikutano hiyo. Kwa hiyo mtu anayedai Chadema inakufa sijui anatumia vigezo gani, kwa sababu ikifa tutakuwa hatuna uungwaji mkono ssaanajaza mikutano maelfu ya watu. unasemaje hivo na, na shukuru sana John Heche na Gabriel Mwangonda kwa kushiriki majadiliano haya, ingawa kulikuwa na hoja kutoka kwa upande wa pili wa studio eh, kwa kwa Angela Mdungu eh, Una hoja gani Angela? wasikilizaji wanasema nini? Pengine utajibiwa hapa, haraka haraka. Naam, mmoja wa wasikilizaji wetu Arnold Michael Mhozia wa Bukombe, Geita, yeye bado anasema binafsi, naona chama kinaelekea kufifia, kitabaki makumbusho kama UDP, NCCR mageuzi na KAFU. Wanachama wasibeze kuondoka kwa vigogo wakubwa wa chama hicho. Sidhani kama heche anaweza kuongeza lolote. Tayari amekwisha sema hapa kwamba wao wako imara na watasonga mbele. John Heche, makamu mwenyekiti, tulikuwa bukombe huko, aliona maelfu ya watu waliokuja kwenye mkutano. Muda uturuhusu, nashukuru sana na gabriel Mwang'onda, nawashukuru na sana kwa kushiriki eh. Asante. Asante.